Naitwa Shekhe Ibrahim Mavumbi, shekhe wa mkoa wa Tabora. Kwanza tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tabora tumepata msiba, msiba mkubwa, tumeondokewa na mzee wetu, lakini mshauri wetu, kimbilio letu la ushauri katika mkoa wa Tabora. Basi kwa vile Mwenyezi Mungu amemtaka, sisi hatuna khiari ya kusema jambo lingine lakini kwa kweli tabora tuna pengo kubwa kupata mtu anayeweza akasimama nafasi kama marehemu mzee Nassoro Hamdani. Huyu mzee amegusa kila nyanja ya watu, amewagusa maskini, matajiri, Waislamu, wasiokuwa Waislamu, wenye uwezo, wasiokuwa na uwezo, kila nyanja, kadiri ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia ameweza kuishi nao vizuri, na ndio maana utaona hadhara hii kubwa, sio tu kwa sababu alikuwa ni meki mstaafu lakini watu wamekuja wamefuata vitu viwili hapa katika msiba. Cha kwanza wamefuata tabia yake nzuri, mzee alikuwa mkarimu kwa watu, ukienda kwake anakupokea, anakusikiliza, anakusaidia, lakini pili, alikuwa mkarimu. Na haya ndio mafundisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema mwanadamu afi na mambo mawili, afi akiwa na tabia nzuri, lakini pia afi akiwa wakarimu, hapa na ziko na vitu hivi viwili, tabia nzuri na ukarimu. Na sisi wote ambao tumehudhuria katika msiba huu tuondoke na nukta hiyo kwamba tuanze kutengeneza mafaili yetu ya maisha, ili tabia zetu zikiwa nzuri na ucha Mungu, na, na, na ukarimu ukiwa mzuri basi tutaziko katika sifa ile nzuri. cha kwanza na Tabora, nawaambia vitu viwili, cha kwanza tujifunze sana kuwa na tabia njema, cha pili tuwe wakarimu.